Ya Laikipia east, ya Laikipia north, ya Laikipia west, tuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda pale wanasoma mahali kuna taratibu na kuna ma, eh, mahali pazuri pa kuishi. Tumeelewana, ndugu zangu, watu wa Laikipia. Laikipia hoye. Rumuruti hoye. Tuendelee na kazi sio? Mnasema tuendelee na kazi? Sikizeni bwana, si mnajua, si nyinyi ndio mlinipatia kazi ya kuwa rais, si tulikuwa na maagano Simu niliambia nishughulikie kilimo. Simu niliambia nishughulikie masomo ya watoto. Simu niliambia nijenge barabara. Nipange mambo ya hospitali. Nipange mambo ya masoko. Si 2027 next year, si mimi nitakuja na rekodi yangu hapa. Ama namna gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Laikipia. Hapa Laikipia. Mtu anachaguliwa kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya kazi? Mtu anachaguliwa kwa sababu ya vitimbi ama kwa sababu ya kazi? Si kila mutu anakuja na kazi yake? Si kila mutu anakuja na mpango yake? kama mutu hajafanya kazi si aende, akiendanga ama namuna gani? Mnasemaje watu alaikipya ni kuokana tiguo tuko pamoja. Hebu nione wala anasema kila mutu na kazi yake, kila mutu na kazi yake, kila mutu na kazi yake. E, namuna iyo. Najua kuna watu wanazurura huku, hakuna kazi wamefanya, hakuna mpango wako naye Mutakuta tu watakuja hapa, watakuja kuambia oh, Kasongo, hey, one time. Hey, must go. Mimi nataka nikuulize wewe, mtu wa hapa Laikipia, Kasongo anaweza kujenga, anaweza kujengea barabara? one time itakusaidia na nini? hiyo mambo ya must go itakusaidia na nini? Mimi nimewaambia hawa jamaa, wacheni upumbavu, wacheni ujinga, tafuteni akili. Wewe, mimi nimejenga soko hapa eh, Rumuruti We kujaambia hawa watu utafanya nini? Barabara ndio hiyo mimi najenga, sema yako. Hiyo mimi nafanya mambo ya stima, sema yako. Ile maneno ya kupanga mambo ya eh, affordable housing, kupanga ajira ya hawa vijana, sema yako. Wachana na fitina, wachana na ukabila, wachana na chuki, panga maneno. Hawa wananchi wako na akili, watajua nani yako na mpango nani hana mpango. Ni kweli ama si kweli? My friends, tunaelewana? Wale jamaa Stori yao ni mambo ya bure. Kazi yao ni ukabila, kupanga chuki, kugawanya watu, hawana mpango, sera hawana, maono hawana, hawana chochote. Okay. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Laikipia. Si nyinyi ndio mtaamua? Kwani kuna watu wataletwa nje? Si nyinyi ndio mtaamua mambo ya Laikipia? Mimi nauliza, nani anaamua maneno ya MCA? Nani anaamua maneno ya mbunge? Na ya gavana nani anaamua? Na ya seneta nani anaamua? Na rais nani anaamua? Si nyinyi ndio munaamua? Kwani kuna watu watakuja kuwaamulia na nyinyi? Simutaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya, ama mnasemaje watu wa Laikipia? So kuna wengine, unajua, kuna watu wamekuwa hii uongozi miaka 40. Niliuliza mwingine juzi, wewe umekuwa miaka 40 uongozini, wapi kazi yako hapa Laikipia? Ajajenga kanisa hapa Laikipia, ajajenga hata darasa moja ya shule hapa Laikipia ajui barabara inajengwa namuna gani, yaani mpango hawana, sera hawana, ajenda hawana, mpango hana na sera hana na ajenda na hata akili <laughs> salale, Laikipia hoye hoy, Laikipia hoye hana. Munasema tuendelee na kazi? Mimi nipange barabara, tujenge soko, tuunganishe stima, tuweke amani, tupange mambo ya affordable housing. tupange ajira yawa vijana, tupange shaa mulipiwe, kila mutu alipiwe hospitalini. Wangapi wanasema tuendelee na iyo kazi, jameni? Wangapi wanasema na tuendelee? Kwa hivyo Laikipia, munasema aje? Ati Laikipia, munasemaje? Ati Laikipia, munasemaje? Ati Laikipia, munasemaje? Arambe. Arambe. Arambe. Ala. Kwani mko chonjo kiasi hiyo? Ala. Bas. Mimi hiko niko hapa na mungwana anaitwa Profesa Kidure Kindiki Deputy President wa Republic of Kenya.